Waga naangalia ile mishumaa inavyowaka na inavyopenya katikati ya giza ikamulika. Ya kama hii siku haitokuwa giza itamulika kanisa. Bwana Yesu asifiwe, wana wa Mungu, Bwana asifiwe. Unaianzaje siku bila Mungu? Na unaamuaje siku yanze hivi hivi kilahisirahisi, eti kilahisirahisi asubuhi rais namna hiyo, usikubali kuianza siku bila kusema na Mungu wako. Usikubali kwangu, sio ishu utatumia muda gani kusema na Mungu, iwe dakika tano iwe dakika mbili, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe lisaa. Mimi muda wangu mfupi ni lisaa, ndio muda wangu mfupi na hainisumbui sumbui. Unaomba kwa kiwango gani? Kwa sababu mimi nkiwasha mshumaa ninaweza nkarudi kitandani nikaketi na mkasali na alieko kitandani asiamke, kwa sababu nanaweza asinisikie. Bwana asifiwe. Wewe hiyo fomula ikikusumbua, usiaprai fomula yangu, hama pale. Kama kuna watu wanakusikia, utawasumbua utawa usingizi wao, nenda mahali ambako hawakusikii, sebuleni hawatakusikia. Kanisa Bwana asifiwe. Ila ninachotaka kukusemesha ni kitu gani? Hakikisha asubuhi kunapopambazuka, pata dakika za kusema na Mungu kwanza kabla hujaenda kukumbana na dunia. Mwambie Mungu akukague. Kanisa Bwana Yesu asifiwe. Eh, wewe tunaenda. Lakini sikia nikuambie ninachoombaga ajenda ambayo siwezi kusahau. Sikupi kama formula ya maombi kwamba natakiwa uombe hivyo. Ila nakupa upate ufahamu maana na mimi Mungu Mungu alinipa kwenye ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Waka nasema hivi, Mungu uliye mbinguni, hii siku sijui, ila wewe unaijua, na kwa sababu unaifahamu unaelewa, kiwango cha upako unachotakiwa kuwa nayo, unaelewa aina ya ufahamu nayotakiwa kuwa nao, unaelewa aina ya maarifa nayotakiwa kuwa nayo, unaelewa aina ya hekima ninayotakiwa kuwa, ina kuwa nayo, nisaidie hayo manne niliyokuomba na matano usininyime Unipe upako wa siku, maarifa ya siku, hekima ya siku na ufahamu wa siku. Maana yake nini? Ile siku ujue cha kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu leo sio jana na jana sio leo. Ule upako uliotembea nao jana, mpendwa, haukusaidi leo. Jana imepita. Bwana Yesu asifiwe. Katikati ya vitu ambavyo waga nasema na Mungu asubuhi hiyo ajenda siwezi kusahau, na nikishamaliza naweza nkaomba na vitu vingine, na sisahau kufungua malango yangu ya siku. Usisahau, usisahau. Bwana Yesu asifiwe. Morning glory yako na Mungu, fellowship yako na Mungu asubuhi, ni ya muhimu kuliko kitu kingine. Ni ya muhimu, ni ya muhimu kupita maelezo. Semeshe Mungu kwenye kiwango ambacho mbingu na nchi zitajua. Haijarishi itakuchukua muda gani kuzoea hiki kitu, ila mi nachojua ukikizoea, utaona maana yake. Ninaijua hii siku ninayoianza, siijui. Huyu Mungu anaijua kesho inayokuja. Mungu anaijua inaanzaje na inaishaje. Kinakushinda nini asubuhi kumwendea na kumwambia hii siku nitengeneze, niwe sawasawa na hii siku inavyonitaka niwe ni vike upako unaostahili sawasawa na kiwango cha hii siku. Ni vike hekima, ni vike maarifa, ni vike ufahamu unaoenda sawasawa na hii siku. Mungu anakupa, atakupa hekima, atakupa ufahamu, atakupa maarifa, atakupa upako wa siku. Biblia inasemaje? Ufalme wako uje. Utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Hayo mengine nitawazidishia. Ufalme kwanza. Mtafute Mungu kwanza. Ndivyo Biblia inavyosema, utafuteni ufalme kwanza. Maana mtafute Mungu kwanza. Kabla hujafanya jambo lolote, mtafute Mungu kwanza. Mkabidhi njia zako, mawazo yako yatathibitika. Anza na Mungu kwanza. Cheki kwanza kabla hujakutana na dunia, kutana na Mungu. Unatoa wapi ujasiri wa kufaisi dunia kabla hujamfaisi Mungu? Kwa sababu dunia inachokitaka uiendee kwanza kabla ya kumwendea Mungu ili ikutandike vizuri, lakini inachokuzuia usimwendee Mungu kwanza, kwa sababu ukimwendea Mungu kwanza atakupaka mafuta mabichi ya siku, kwa hiyo dunia haiwezi kukushinda. Na dunia inachokitaka ni uiendee kwanza. Ndio maana ukiamka asubuhi, inakusemesha habari ya kazi zilizoko mbele yako, inakusemesha habari ya disappointment zinazokuja, inakusemesha habari ya hadha utakayokuwa nayo hiyo siku, inakusemesha habari ya shida uliyo nayo Usikubali, iambie hiyo nafsi yako, najua hivyo vitu vipo, lakini subiri nikaseme na mungu kwanza, halafu nione neno lake anasemaje juu ya hayo. Kanisa, haleluya! Ninajua ukiamka asubuhi kuna kitu kinaingia ndani yako, kinakusemesha, kinakupeleka ofisini, kinakuonyesha ugumu ulioko pale, kinakupeleka kwenye jamii, kinakuonyesha ugumu uliopo, kinakupeleka kwenye familia, kinakuonyesha ugumu uliopo, kinakupeleka kwenye biashara, kinakupeleka kwenye jamii, kinakupeleka kwenye huduma, kinakupitisha mahali, mahali, mahali, mahali, kinakuonyesha ugumu ulioko pale. Unatoka kitandani, tayari moyo umeinama. Ukiona namna hiyo, usikwepe, isemeshe nafsi yako, ninajua hayo mambo yapo, lakini kabla ya kabili subiri, nikaseme na Mungu wangu na baba yangu anayejua leo, subiri niseme naye kwanza, alafu nitawarudia baadaye. Maana yake unapoenda kwa Mungu, kuna kitu anakupa. Unaporudi juu ya yale yaliyosemwa, utaona jinsi ambavyo yanabadilika. Yesu alisema wazi, ninawatuma kama kondoo katikati ya mbwa mwitu, kuweni wapole kama ua na werefu kama nyoka. Mungu alikuwa anakusemesha anakutuma leo, kunapopambazuka, amekutuma kama kondoo katikati ya mbwa mwitu kuna kima anataka uwe nayo, kuna ufahamu anataka uwe nao, kuna maarifa anataka uwe nayo. Usikubali kuikabiri siku na shetani, asikudanganye hata siku moja ya kwamba unaweza kumkabiri bila Mungu, na anachokitaka ni umkabiri bila Mungu, ili aendelee kukutesa. Usimkabiri bila Mungu, mtegemee Mungu kwanza, mtazame Mungu kwanza, alafu kamkabili. Bwana asifiwe! shida leo tokea ni kitu gani? Tunaanza kumkabili Tunamkabili kwanza asubuhi, kunapopambazuka, tunapanga tu, jinsi ya kukabili shida tulizo nazo, tunakabili jinsi ya kupambana na ratiba za kazi, tunapambana na jinsi ntapita hapa, ntapita hapa, ntapita hapa, ntapita hapa, ntapita hapo. Unapitaje hapo? Una upako wa kupita hapo? Unatoa wapi ujasiri wa kupita hapo? Kanisa, haleluya! Kabla ujaanza kupita na kupita na kupita na kupita, naenda kwa Mungu kwanza. Ah, mwambie hivi, si unajua hii nyumba tuna kioo na sina ujasiri wa kwenda nje bila kujitazama. Ndo maana nimekuja kwako, nitazame kwanza alafu nicheki kama nastahili kwenda, ili uone mahali ambako kuna udhaifu uparekebishe pakae sawa sawa. Kanisa, Bwana asifiwe. Wapendwa, Bwana asifiwe. Wana wa Mungu, jina la Bwana libarikiwe. Msikubali, msikubali, nataka tumalize. Msikubali, usikubali kuamka asubuhi na kutoa mguu wako ndani ya nyumba uyamkabidhi Bwana njia zako. Msikubali, haijalishi jana umelalaje. Hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana, tutaifurahia na kuishangilia. Hilo neno lisiondoke ndani yako. Hili si neno la kufurahia, hili ni neno la kuweka kwenye matendo. Iambie nafsi yako, hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Eh, usisahau, amka asubuhi mapema na mapema, pata nafasi ya kusema na Mungu, pata nafasi ya kusema na Mungu, pata nafasi ya kumsemesha mapema, Kaikabili siku. Bwana Yesu asifiwe. Iambie siku kama Daudi alivyomwambia Goliati, nimekujia, nimekujia kwa jina la Bwana Mungu wa majeshi. Nimekujia. Bwana asifiwe. Kamaliza kuomba unaiambia siku sasa, nakujia kwa jina la Bwana Mungu wa majeshi, na siku inajua ya kwamba nimejiliwa. Nimejiliwa. Bwana asifiwe, nimejiliwa kwa jina la Bwana Mungu wa majeshi. Nimeziba hapa, sije nikaona mstari mwingine tukakaa sana. Wapendwa, Bwana asifiwe, niwaombe sana, naombe sana. Ni palefu ni papana lakini, a Jumapili niliwaambia asubuhi, ni tumbo, panda mbegu mle ndani, utakutana nayo. Berea safari, cheki vizuri unachoingiza kwanza asubuhi Unatoa wapi ujasiri, mwana wa Mungu? Shetani ni kama simba ungurumaye huko nje, anatafuta mtu ammeze. Ni kwa rema za Mungu tu kwamba tuangamie. Kwa nini? Kwa sababu ni mpya kila siku, asubuhi asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi hakuna, hakuna, hakuna. Majira anayapenda sana kama asubuhi, unaamka pale, unasikia tu ndege ndo tu tu tu Tiiti. Wanastangaza kazi za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe unaungana na malaika mbinguni. Mbinguni hakuna asubuhi na hakuna usiku. Kuna wakati saa yote. Huko duniani kuna nyakati na majira. Ukiona kumeingia asubuhi malangoni na kurudia tena, Na kaiambie familia, waambie na wengine utakaokutana nao. Ukiona imeingia asubuhi, Mungu amekupa kuanza upya. Niambie nafsi yako, nilipoanguka jana, sintaanguka leo. Tulikokuamia jana, hatutokwama leo. Mungu ametuletea siku nyingine, tuanze upya, kanisa. Haleluya wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Mungu alimsemesha hivyo Ayubu, alimuuliza, kitu gani umeiamuru asubuhi yako? Umeiamuru, unaiamuru kitu gani isiwe kinyume chako isiwe kinyume chako. Bwana Yesu asifiwe, isiwe kinyume chako. Amka asubuhi, mpendwa, ukiweka mguu chini ya kitanda, msemeshe Mungu, wambie ulimwengu wa roho, nimekuja. Watakuuliza we ni nani? Wambie mi ni mwana wa Mungu niliyenunuliwa kwa damu ya thamani nikakabidhiwa kiti cha mfalme na kuhani, nami natawala juu ya nchi. Usemeshe ulimwengu wa roho namna hiyo, utajua kuhani na mfalme kaja. Bwana asifiwe wapendwa, Bwana asifiwe. Usikubali, narudia tena, nakuomba sana, usikubali kuanzia sasa kuiendea siku bila kusema na mungu wako haijalishi dakika utakazotumia mia, azini sumbue, azini sumbue, ila usisahau kumwambia Mungu akuvike upako wa siku, akuvike mafuta mabichi, akupe ufahamu, akupe maarifa, akupe hekima ya siku. Usiende na ujasiri wa jana, itakusumbua. Bwana Yesu asifiwe. Hawa watumishi wenzetu wanaotumia muda mwingi Jumapili badani watakwambia wanajua ya kwamba Jumapili hazifanani. Akija na upako wa Jumapili iliyopita madhabahu inakuwa ngumu kama nini. Kwa nini? Majira yake, wakati wake. Bwana wa Mungu, tumeelewana. Angara umepata asilimia mbili naona kuna mtu anakupaga mtaji wote, si wanakupa kidogo. Bwana asifiwe. Alafu unaanza nao, weka kwenye matendo, alafu cheki Mungu atakavyokusemesha, weka kwenye matendo, alafu cheki Mungu atakavyokusemesha. Bwana Yesu asifiwe. Mwanzoni itakutesa kuamka saa kumi, saa kumi na moja, saa kumi na mbili, itakutesa mwanzoni. Nachokuhakikishia, ukizoea utaona matunda yake. Arimaye shamba lake atakuwa na chakula tele, ndivyo Suleiman anavyosema, na yeye autunzaye mtini atakula matunda yake. Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Usisahau omba asubuhi, simesha malango yafungue, fungua malango ya watu wa nyumba yako. Na kingine nilichokusisitizia, usiruhusu nyumba yako ifunguliwe na kila mtu. Narudia, usiruhusu nyumba yako ifunguliwe na kila mtu. Wanaweza wasijue unafungua mlango saa ngapi. Wanafikiri wamewahi kuamka, hawajawahi, ulisha amka, ulirudi kulala. Bwana Yesu asifiwe. Unafika mlangoni, fungua milango yote, mlango wa sebuleni, mlango unaotokea nyuma huko jikoni. Fungua ukikamata ukafungua na ukafunga kilo, umetengeneza kitu cha ajabu sana. Alafu ukimaliza umejichokea kalale. Akiingia mtu mbaya kwenye hiyo nyumba utajua.